Msichana aliingia ndani ya ofisi na kusema, anayefuata tafadhali. Ndipo kijana mmoja mwenye ulemavu wa mkono akaanza kusimama taratibu kutoka kwenye kiti chake. Binti yule alipogundua kuwa kijana yule ni mlemavu, aliwageukia wale vijana wengine waliokuwa wamekaa pembeni, akamwambia mmoja wao, wewe ni zamu yako nifuate. Lakini yule mlemavu wa mkono akasema, samahani madam, mimi ndio ninayefuata kwa sababu hawa wamenikuta hapa. Msichana akasema, kuwa mvumilivu, nitakuita baadaye. Kisha akaondoka na yule kijana mwingine, akimwacha yule mlemavu wa mkono akiendelea kusubiria. Baada ya muda, yule msichana alirudi na kwa mara nyingine alimdharau tena Ule mlemavu wa mkono akamwita, tena yule kijana mwingine aliyekuja baada ya mlemavu wa mkono, aliondoka naye na kumwacha tena yule mlemavu akiendelea kukaa pale akisubiria. Aliendelea kukaa pale kwa huzuni, huku tumaini lake likiendelea kupotea. Mpaka mida ya jioni, yule mlemavu alikuwa bado akiendelea kusubiria, lakini muda huo binti alitoka akiwa tayari kajiandaa kuondoka, na ndipo yule mlemavu alimsimamisha na kumwambia madamu, watu wote waliokuja baada yangu wamefanyiwa usahili, lakini mimi nimekaa hapa kutwa nzima, kwa nini sijaitwa? Lakini msichana yule alimjibu kikawaida sana, sikia, muda umekwisha, njoo kesho mlemavu, lakini interview litakiwa kufanyika leo tu, mshana akamwambia sikia, watu watu wameshaondoka, nawenenda nyumbani sawa. Kisha akaondoka na ghafla, mkurugenzi wa kampuni alitoka nje huku akiongea kwa hasira kwenye simu, inamaana kwamba huzielewi hizo kodi nimekulipwa kwa mwezi mzima, na hiyo kazi itakiwa hiyo imeshakamilika mpaka sasa. Sasa unaniambia nini? Alikata simu kwa hasira. Ule mlemavu wa mkono walimsogelea na kumwambia, Madam, kama utaniruhusu, nadhani naweza nikatatua tatizo lako. Bosi alimwangalia kwa kumtafakari, kisha akamwambia, unanitania? Wataalamu wangu wameangaika na swala hili kwa mwezi mzima na hawajafanyikiwa, unadhani we unaweza kulitatua kiuraisi na mkono wako mmoja huo? Lakini mlemavu alimwambia, Madam, we nipe nafasi, tukisha utaona. Mkurugenzi alimkaribisha ndani ya ofisi yake, kisha akamkabidhi laptop na kumwonyesha tatizo lililopo. Mlemavu huyo alitazama kwa muda na kisha akaanza kubonyezabonyeza kwa vidole vyake. Ndani ya dakika kumi alikuwa ametatua tatizo la kodi zilizokuwa zinasumbua bosi. Alishangaa sana akamwambia, wataalamu wangu wameshindwa kulitatua tatizo hili kwa mwezi mzima, wewe umelitatua ndani ya dakika kumi. Hii ni miujiza, we ni nani hasa? Mlemavu: mi ni mtaalamu na mbunifu wa software. Nilikuja hapa mapema sana kwa ajili ya usahili, lakini echera wako aligoma kunifanyia interview, eti kwa vile na mkono mmoja. Kwa, kwa hasira, mkurugenzi alichukua simu na kumpigia yule msichana kwa nini kuufanyia usahili huyu hapa bila kusita? Msichana akasema, madamu, huyu ana mkono mmoja, anawezaje kufanya coding kwa mkono mmoja? Mkurugenzi kwa sauti ya mamlaka, amefanya kazi ambayo wataalamu wenu wameshindwa kuifanya kwa mwezi mzima. Ana uwezo mkubwa kuliko wataalamu wenu wote ukiwachanganya, alafu umemhukumu bila hata kumpa nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Msichana alianza kuweweseka. Mkurugenzi sasa, kwa upuuzi wako huo, nitakusimamisha kazi. Lakini mlemavu mwenye mkono mmoja akasema, madamu tafadhali, usimsimamishe kazi. Watu wote tunafanya makosa, tafadhali mpe nafasi nyingine. Mkurugenzi akamwambia, unaona, ana utu zaidi yako wewe. Sasa nenda ofisi yake haraka sana. Meseji, usimdharau usiyemjua kwa sababu ya mwonekano wake. Mimi ni direkta.